Bando la chuo sehemu ya tano. Ilipoishia Mwita alisema hayo akawasha taa, na pale ndiyo nilidata. Maana kweli yule mrembo pale kitandani hakuwepo, wakati kabla sijazima taa alikuwa amekaa pale, na nilimshuhudia kwa macho yangu. Endelea. Nikiwa nimekodoa macho kama fisi aliyekabwa na mfupa, niliwaangalia wenzangu nikawaambia, Eldemo alikuwepo hapa wazee, kweli tena Mwana unazingua, sasa kaenda wapi? George, unakuwaga na tamaa za kisee wewe, sema umemtoa demu kijanja, Shabani akinijibu kwa hasira. Na nilipoangalia pale mezani niliona nguo za yule dada nikawaonyesha. Aa, basi atakuwa chooni, mcheki. Hapana, chooni ameingiaje? wakati alikuwa hapo na sijasikia mlango wa chooni. Hapana, chooni hayupo. Niliongea huku nimeanza kutetemeka kwa kitendo kile cha mrembo kutoweka pale ghafla. Wakati tunabishana pale, yule mrembo alitoka choni akiwa anatembea kwa manjonjo akiwa ndani ya kanga moja. Kanga amefunga saa ngapi, na choni ameingiaje nilijiuliza. Nikataka kukimbia lakini Alidi akanizuia akaniambia, nini sasa wefala, umerukwa na akili au umepandwa na mashetani? Unakimbia wapi? Hapana, huyu huyu alikuwa pale Niliongea nikiwa na woga wa ajabu, maana nilijua kabisa yule mrembo siyo mtu wa kawaida. Sikujua aliingia chooni sangapi na ule mlango haikupiga kelele wakati ilikuwa lazima ilie, kwa sababu ilikuwa ni ya aluminium. Nikiwa nimesimama na mwangalia yule dada, na yeye alituangalia mmoja baada ya mwingine, alafu akaniambia Baby, kuna nini, mbona watu wengi chumbani kwetu? Ah, hawa ni wenzangu, hawana shida, tutalala hapa wote Hahaha, kumbe mashemeji. Lakini haikuwa makubaliano yetu, alinijibu kwa mapozi. Mwita akasema hapa hakuna makubaliano, wewe ni malaya, kwa hiyo tutalala hapa wote. Ah, haina shida kama bebi wangu akikubali, tunaongea mtaongeza pesa. Bebi umekubali niwape mashemeji utamu? Ndio wape, niliitikia bado nikionyesha wasiwasi fulani. Mrembo akawageukia na kusema kwa, haina shida, ila mtanipa elfu sitini ya nini? Hatuna hiyo pesa, tutakupa elfu thelathini imezidi sana, arobaini, Mwita alijibu kibabe. Mwita akikuwa ni mkuria ni mkorofi sana, hasa kwa wanawake huwa anawaona sijui kama nini. Kwa kifupi, hawaheshimu wanawake kabisa. Mrembo alikubali elfu arobaini, wanaume wakaanza kuvua nguo. Wakati wote sikuwa na mzuka bado nilikuwa nawaza yule mrembo amewezaje kutoka kitandani na kwenda bafuni ghafla bila mlango kupiga kelele. Wakati wenzangu wanavua nguo nilisogea kwenye mlango wa bafuni nikauvuta ambapo ilipiga kelele chui. Nilipoona vile nilifunga, nikavuta tena taratibu kabisa, lakini bado ilipiga kelele mpaka pale, nikawa na uhakika yule mrembo sio wa kawaida. Hakuna aliyekuwa na habari hizo. Tulitoa ile godoro tukaweka chini kitanda, tukainyanyua na kuegemeza ukutani, kisha Mwita akaanza kugawa dozi. Wakati huo mrembo amepiga magoti, Mwita yupo nyuma anapiga mambo, Shabani ananyonywa na Alidi anashikwa shikwa kimahaba, yaani yule demu alikuwa hatari sana kwenye mambo yale. Inaonekana alikuwa mzoefu wa kupigwa mande, alitulia, wote tukapita raundi mbili mbili isipokuwa Alidi. Jamani nimechoka, subirini kwanza. Alilalamika yule mrembo, wakati huo kila mmoja ameshapiga bao mbili, ukimtoa Alidi ambaye ndiyo alikuwa yupo anaitafuta hiyo roundi ya pili. Jamani, we kaka, subiri kwanza ninywe maji, kiu. Hapana, ndiyo namalizia mrembo, aisi, we mtamu. Alidi akijibu, Mwita akadakia. Hamna maji usimpe. Hata wachungaji wanaombeaga watu wenye mapepo, pindi mtu mwenye pepo akisema anataka maji, ukimpa tu pepo anapata nguvu na hatoki tena. Sasa hapa ni kama tunakemea pepo, maji mpaka show ishe mama. Mm, jamani, ngoja tubadilishe staili basi, maana magoti yanauma Alilalamika yule mrembo maana wote tuliingia pale akiwa katika staili ile ile ya kupiga magoti. Alibi kisikia vile, alimwachia mrembo, akasimama akasogea dirishani, akashika nondo ya dirisha, akainama mwita akaenda kwa nyuma, show ikaendelea. Wote tulipopiga bao mbili, kila mtu alianza kuvaa nguo zake. Wakati huo, yule mrembo amelala kwenye godoro, ametanua miguu, huku anavuja jasho mwili mzima. Pesa zangu nani ananipa? Aliuliza kichovu alipoona watu wanaondoka mmoja mmoja. Nikamjibu mimi ndiyo nakulipa, shika hii hapa. Niliongea haraka nikafungua waleti nikatoa elfu arobaini. Akapokea na kusema, mbona bado? Sasa bado nini tena? si tulisema elfu arobaini? Dada angu, elfu arobaini ni ya hawa watatu, na wewe yako ya mwanzo elfu kumi na tano jumla elfu hamsini na tano. Mrembo alisema hayo wakati huo ameshika zile pesa kwa dharau, kama vile anataka kuzitupa. Mwita akamwambia, yaani sisi watatu tukupe elfu arobaini, huyu mmoja akupe elfu kumi na tano peke yake, na bado chumba amelipa yeye? Ndiyo yalikuwa makubaliano yetu. Hapa bado pesa, au kama hamna basi chukueni tu zote. Alitupa zile pesa chini, Mwita akaziokota akaniwekea mfukoni kisha akawa ananivuta nje akisema Twendee, achana naye. Kazi gani anaweza kufanya ya elfu arobaini kwa siku? Yaani tumemlipa zaidi ya wafanyakazi wa NIDA yeye anakataa. Lakini Mwita, ngoja kwanza niongee naye bana. Uongee naye nini? Twende kalale, kesho kazini. Si amekataa pesa elfu arobaini ndani ya masaa machache tu anakataa. Mbwa kabisa huyu, twende, achana naye. Alinivuta nje, Mwita akafunga mlango wa yule mrembo, alafu akaniambia kalale, achana naye. Sikuwa na namna, nilienda kulala nikashukuru pesa zangu zimepona. Ile siku ilipita na kila kitu kikaenda vizuri kabisa wala hakuna chochote kibaya kilichotokea, nikajua nimewini. Siku iliyofuata tulienda saiti tukaona kazi, ilikuwa ni kazi kubwa sana ya gorofa mbili kuweka vioo na kupaka rangi. Baada ya kupatana bei na kila kitu kuwa sawa, tuliingia mtaani kutafuta viumba Sumbawanga, vyumba sio shida, alafu hazina bei. Ndani ya masaa mawili tu tulifanikiwa kupata vyumba viwili maeneo ya majengo, tukavilipia, tukawa tunakaa wawili wawili, mimi na Mwita, alafu Shabani na Alidi. Kila kitu kilikamilika siku hiyo, na siku iliyofuata tulianza kazi rasmi ndani ya wiki tatu tulikuwa bize na kazi, hatukutaka kabisa mambo mengine. Kila siku kazini ni saa kumi na mbili asubuhi mpaka saa moja jioni jiuni isipokuwa Jumamosi tunatoka saa tisa, na chakula cha mchana tuliweka oda, tukawa tunaletewa pale pale kazini. Kazi ilikuwa inaenda vizuri sana, tulivawaa majukumu. Mimi nilikuwa kazi yangu kukata vioo, wenzangu wanabandika, na vioo nilikuwa nakatia nje ya geti ili vipande vinavyopasuka visiwakate watu Siku moja nilibaki mimi na Alidi saiti, na kumbuka ilikuwa Jumamosi, kwa hiyo Shabani na Mwita walikuwa wameenda benki kuchukua pesa za kutulipa, maana hiyo ndio ilikuwa utaratibu wa kila Jumamosi. Siku hiyo sikuwa na kazi sana kwa sababu Alidi mwenyewe ndio alikuwa anaweka vyoo na huwa tunatoka saa tisa alasiri, hivyo haikuwa na haja nikate vyoo afu vilale bila kuwekwa au kufitishwa. Kwa wale mafundi, mtanielewa vizuri zaidi nikiwa naendelea kukata vyoo taratibu pale nje, alipita msichana mmoja akikimbia sana, alafu akateremka bondeni, maana pale ile nyumba ilikuwa mlimani kidogo. Nilimwangalia lakini sikumjali sana, kwa sababu kwanza kalikuwa kadogo, umri kati ya miaka kumi na tatu ondoa kumi na nne. Baada ya dakika chache kupita tangu yule msichana apite, alikuja jamaa mmoja akiwa anakimbia, na aliponiona akasimama, akanifuata, huku anahema, akaniambia Vipi, kaka mzima? Mimi mzima vipi? Mbona spidi sana? Wewe acha tu. Samahani, naomba kukuuliza kuna msichana amevaa nguo ya bluu na sketi nyeusi amepita hapa akikimbia. Yule jamaa aliponiuliza vile nilimkumbuka yule msichana na kweli alikuwa amevaa vile vile, lakini nikaona nimsaidie yule msichana, na kabla zinatoa jibu kwanza, niliwaza. Huyu jamaa ana hasira sana, na yule msichana labda amekula ela ya jamaa alafu akamtoroka. Siyo vizuri, acha nimsaidie yule msichana hata kama simjui. Niliwaza hayo kisha nikamwambia yule jamaa, kaka, mimi nipo hapa tangu asubuhi na hajapita msichana wa aina hiyo hapa, labda mcheki kule juu. Kwani kafanyaje? Wale watoto hawalali nyumbani, wapo watatu. Nimeshakamata wawili, bado huyo mmoja. Mimi ni kaka yao, leo siku ya tatu hawapo nyumbani. Poa kaka, mcheki uko juu, hapa hajapita kabisa. Poa kaka, nitajua cha kufanya. Yule jamaa alisema hayo alafu akarudi alipotoka. Niliendelea na kazi, na wakati najiandaa kufunga kazi nilimwona yule msichana anapandisha kutoka kule bondeni na alipofika pale karibu yangu na alipoona namwangalia sana, akaniamkia. Shikamoo. Hakuna cha shikamoo, njoo hapa na usijaribu kukimbia, maana hutafika popote, mimi nina mbio hatari, nilimtisha. Baada ya kuona anataka kukimbia akanifuata huku akiwa na wasiwasi. Nikamuuliza, umetoka wapi huku chini? Mama alinituma. Mama amekutuma wakati hamlali nyumbani? Kwa nini hamlali nyumbani? E eh, kaka angu naomba tu nikuambie ukweli, mimi jana tulienda kwa bibi, alafu wakati wa kurudi tukasahau njia ndiyo tukalala huko huko. Unanidanganya mimi? Utasahau vipi njia? Kwani uliendaje? Alafu nasikia leo ni siku ya tatu hamlali nyumbani, sema ukweli nikusamehe. Kaka angu, kule nyumbani mama ananipiga sana na kaka pia ananipiga, angalia hapa anilipiga. Alifunua mgongo ambapo kweli niliona alama za fimbo nikamwambia, a funika kweli, pole pole sana basi. Ngoja nibadilishe nguo alafu nikakuoneshe mahali pa kulala sawa? Eh. Sawa kaka angu, aliitikia. Muda huo huo nikaingiza vio ndani, nikamwambia Alidi tuondoke, akasema anamalizia kioo kimoja. Nikamwambia atanikuta ghetto, akaniambia poa niliondoka na yule msichana, mimi nikawa natangulia mbele akawa nyuma yangu. Nilishakatamani maana kalikuwa kazuri, yal kadogo, kuna jicho fulani aliniangalia, nikajikuta na mtamani. Tatizo kalikuwa kadogo mno, hata kutembea naye nikawa naogopa. Nikawa natangulia mbele sana, yeye nyuma. Tulienda hivyo hivyo mpaka tukafika geto. Alipoingia tu geto, nilifunga mlango nikamwambia nyamaza, tufanye kidogo, na ukilia tutagombana na kwenu na kwenu kupeleka Nilimwambia huku namlaza kwenye godoro, maana kitanda hatukuwa na haja ya kununua pale, ni godoro tu. Msichana hakuongea nilimvua nguo nami nikavua za kwangu, nikamweka sawa hapo. Nikawa naomba kasilia, yaani matiti ndiyo kwanza yalikuwa yanaota. Usilie, nafanya taratibu, sawa? Ehe. Nilimwambia lakini hakunijibu alikuwa ameweka mikono amejiziba uso nami nikaanza kuchomeka mashine yangu taratibu kwenye utamu wa katoto kale ambapo hata nywele kwenye utamu hazikuwa zimeota. Nilichomeka taratibu mpaka ikaishia yote na bado ikawa inadai niendelee kuingiza ndani sikuamini. Nilimwangalia kwanza usoni kwa sekunde chache kisha nikaanza kumpa mambo ambapo nilipopiga mara kadhaa wakati ndio raha imeanza kuja kwa mbali. Ghafla mashine ilikwama mle ndani na nilipojaribu kuchomoa ikakataa kuchomoka. Mbona haitoki, imekuwaje? Nilimuuliza yule msichana ambaye naye alishtuka sana na kila nikijaribu kuchomoa ikawa inashindikana kabisa na mbaya zaidi ikawa inauma balaa, utadhani kuna kitu kama gundi imekamata kwa ndani. Nilichanganyikiwa nikawaza, niikate mashine yangu na kisu, aondoke na kipisi na mimi nibaki na kipisi, lakini nikaona lile wazo ni la kijinga, bora nife. Na pale pale nikaanza kulia, maana kama ni kupatikana, basi nilikuwa nimepatikana haswa. Itaendelea.